Vuguvugu au amsha amsha, um, um, ya watu kutaka kujua tunatoka wapi, nini kiliwahi kufanyika huko siku za nyuma, maana yake ni nini? Mambo ya kale ni vitu vya zamani, kwa Kiingereza tunaweza kusema antiquities. Ni cha kale lakini ni mali, nini hasa ikuwa dhamira yaku kuanzisha hii mali kale. uh, wizara inaangalia eneo ambalo limeona kwamba lenyewe limebeba tija kubwa kitaifa, linaamua kulitangaza kwamba hili litakuwa ni eneo la kale la kitaifa. Tunatunza uh, tuna hifadhi hizi mali kale kwa ajili ya kuendeleza ile taswira utalii. Tumekuwa tumezoea kwamba utalii ni wanyama, utalii ni beaches kwa hiyo sasa hivi tunazidi kuielimisha jamii kwamba tuna utalii zaidi ya vizuri fulani hivi wa asili, yani kinavutia sana. Ukiziangazia zile nacho pila utasema hivi, Mungu this is this Tanzania. TANAPA tuna malikali tano ambazo hizi malikali zote zinamdifaini Tanzania kwa ujumla kuanzia binadamu wa kale mpaka tulivyoingia katika masuala ya biashara za utumwa, utawala wa machifu, mpaka tunaongea ukoloni na baadaye Mwalimu Nyerere alivyo tuletea uhuru yeye. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.